Bustani za milele alizowaahidi Rahmani waja wake katika siri, hakika ahadi yake hapana shaka itafika. la yasmauna fiha lawan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, humo hawatasikia upuzi ila salama tu na watapata humo riziki yao asubuhi na jioni. tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man hey kana taqiya, hiyo ndiyo pepo atakayowarithisha katika waja wetu waliyokuwa wachamungu. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya. Nao watasema wala hatuteremki ila kwa amri ya Mola wako Mlezi, ni yake yeye yaliyoko mbele yetu na yaliyoko nyuma yetu

Basi mwabudu yeye tu na hudumu katika ibada yake. Je, mnamjua mwenye jina kama lake? Wa yaqulu al insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Na mwanadamu husema, hivyo nitakapokufa ni kweli nitafufuliwa niwe hai tena?

tutawakusanya wao pamoja na mashaitani, kisha tutawahudhurisha kuizunguka Jahannam, nao wamepiga magoti. thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya, kisha kwa yaqini tutawatoa katika kila kundi wale miongoni mwao waliozidi kumwasi Arrahman mwingi

wala hapana yeyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo. Ni hukumu ya mola wako mlezi ambayo lazima itimizwe. thumma nunajji alladhina ttaqaw, thumma nunajji alladhina ttaqaw, wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya, kisha tutawaokoa wale waliomcha Allah na tutawaacha madhalimu humo.

Lipi katika makundi mawili lenye cheo kizuri na lililo bora barazani. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa riya, na kaumu ngapi tuliziangamiza zilizokuwa na mapambo mazuri zaidi na mazuri zaidi kwa kuwatazama. Qul man kana fi ddalalati falyamdud lahu arrahmanu madda, sema walio katika upotofu

watakapojua ni nani mwenye makao mabaya na mwenye askari dhaifu. Wayazidu allahu alladhina ihtadaw huda walbaqiyatu ssalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Na Allah huwazidishia uongofu wenye kushika uongofu na mema yenye kudumu ni bora katika malipo mbele ya Mola wako mlezi, na yana mwisho mwema. Afaraita alladhi kafara afaraita alladhi kafara biayatina wa qala lautayanna mala wa walada, je yeah, umemwona aliyezikana ishara zetu na akasema kwa hakika mimi nitapewa mali na wana. Atala alghayba am ittakhadha inda arrahmani ahda, kwani yeye amepata habari za ghaibu

Wataikataa hiyo ibada yao na watakuwa dhidi yao. Alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzuhum azza, kwani huoni ya kwamba tumewatuma mashaitani kwa makafiri wa wachochee kwa uchochezi wachoche. Fala ta'jal alayhim inma na'uddu lahum adda, basi usiwafanyia haraka sisi tunawahesabia idadi ya siku zao. yauma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda, siku tutakayowakusanya wachamungo wapeleka kwa Arrahman mwingi wa rehma, huwa ni wageni wake. wanasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Na tukawachunga waovu kuwapeleka Jahannam hali ya kuwa wanakiu.

Hakika mmeleta jambo kubwa mno. tkadu lsmawat ytfatrna mnh wtnshaqu lardu wa takhiru al ljibalu hadda. Mbingu zinakaribia kupasuka pasuka kwa hilo na ardhi kupasuka na milima kuanguka vipande vipande. ndau lilrahman wlada kwa kudai kwao kuwa Allah mwingi wa rehma

Hapana yeyote aliyomo mbinguni na ardhini ila atafika kwa Arrahman, mwingi wa rehma, huwa ni mtumwa wake. Yeye hakika amewadhibiti na amewahesabu sawasawa.

Atawajali ya mapenzi. fa innama yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin litubashshira bihi almuttaqin wa tundhira bihi qauman ludda. Na hakika tumeifanya nyepesi Qur'an kwa ulimi wako ili uwabashirie kwayo wachamungu na uwaonye kwayo watu wabishi. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza, na kaumu ngapi uliziangamiza kabla yao? Je, unawaona hata mmoja katika wao au unasikia hata mchakato wao?